Naam, mtazamaji wa Trend TV e, bwana jana katika mkutano ambao aliufanya Zailisa na waandishi wa habari ni kwamba aliamua kuweka wazi maana, moja kati ya maswali ambayo alikuwa na watu wengi sana walikuwa wanataka wajue majibu yake, atakuwaje au Zailisa ata explain vipi, ni swali kuhusiana na yeye na Dula Makabila. Umeona, eh, tunafahamu kwamba Dula kwa muda mrefu sana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa bado haja move on, kwa sababu tunafahamu kwamba Dula alikuwa na mahusiano na Zailisa kabla ya Zailisa kwenda kuolewa na Haji Manara. Sasa baada ya Zailisa kuolewa, Dula Makabila alikuwa anaonekana kila siku akiwa ananungunika na akiweka wazi kwamba bado anampenda Zailisa, na hata baada ya Zailisa kuachana na Haji Manara, Dula Makabila ametoa mpaka wimbo, lakini pia vilevile ni kwamba aliweka wazi kwamba bado yeye anampenda na anatamani kurudiana naye, umeona bwana. Kwa hiyo watu wengi sana wakahisi kwamba huenda labda Zailisa, mara tu baada ya kuachana na Haji Manara, kuna possibility ya yeye kurudi kwa Dula Makabila, lakini kwa mujibu wa, e, wa Zailisa mwenyewe ameweka hilo swala clear kwamba hicho kitu hakitokuja kutokea ni kitu ambacho hakiwezekani. Hawezi akatoka kwa Haji Manara labda sasa hivi ukasikia kwamba Zailisa ana date na Dula Makabila. Kwa hiyo Zailisa ameweka clear kabisa kwamba hicho kitu hakitowezekana ku happen, yani yeye na Dula Makabila hawawezi tena kurudiana, japokuwa Dula mwenyewe yuko interested, lakini Zai hayuko interested kwa sasa hivi ku date na mtu yoyote, sio Dula, sio Haji Manara, hatorudi kwa hata mmoja kati yao. Umeona bwana, so hicho ndo kitu ambacho Zailisa ameamua kukiweka clear. Je, unazungumziaje hilo? Uh, una maoni gani kuhusiana na hiyo issue? Maana kwa page nyingi tu hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na swala hilo. Kwa mfano, hapa kuna page imesema kwamba bwana, ila mrembo huyu ameamua kuweka wazi kwamba kuhusiana na swala la aliyekuwa mume wake wa zamani Dula Makabila kuwa hawezi kurudiana naye hata kama akiachana na mume wake wa sasa hivi Haji Manara. Ikumbukwe kuwa, uh, ikumbukwe kuwa baada ya hili sakata lote watu wengi sana walimuhisi kuwa Dula Makabila ndiyo chanzo cha haya yote kutokea. So iliza rilizi ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.